Ula masikini lakini, sasa. Pili, tunataka tukwambie, sasa ili uende kufikishie rais ujumbe. Sisi hawa wote ni watoto wetu wazalendo, wakishirikiana na vijana wetu wa FARDC wako tayari kupigania nchi. Sisi tunashangaa, tunashanga kwa nini rais anashindwa kutoa msaada kwanza, vyakula na, na shughuli zote ili waweze wawege komatilatuu ambapo walipo. Sababu kwa mara ya kwanza kumekuja watu wa Monike wamepora mamilioni ya pesa leo. Kwa nini watoto wamejitolea kugombania nchi, wanabana wasigombanie nchi, tuikombowe tui, tui je, nchi mumeyuzisha? Ile ndio tumependa kuuliza swali lagabili la, la. Sisi tunaipenda nchi yetu, hakuna nchi utamu yenye kuwa na rukuba tena ina mambo mengi zaidi ya Kongo. Kwa nini mnataka? Sisi hatutakimbia nchi hii, tutakubali sisi tufie hapa pamoja na uzee wetu, tusaidiane na watoto tukomboe nchi yetu. La, la tatu, sisi tunapenda kufikishia ujumbe rais hapa. Uvira tuna matatizo wanatizama watu wa Kamanyola tu, hapa juu milimani hapa tuna maadui wengi ambao wemveturwa wamejaa huko wakipitia huko kutugwaneho ngumino reti bara wako tele hapa. Wanategemea muda wowote waingie hapa watusakaje, na wao hao Wanyarwanda hawa wao na wanaviza wanasema kwenye kuko vizuizi ni hapa Uvira wakiingia hapa wanasema watakusaga na zizi, hatutokuwa tusagwe. Yeye raisi wetu wakati tunamchagua hapa Alikubali kuwa yeye ni mzalendo, sisi tunapenda uzalendo wake aukamilishe, sababu asitudanganye kule. Uzalendo aliyokamilisha mbele ya watu aukamilishe, sisi tunataka nchi yetu gombolewe natuwe na amani. Hilo mimi nimemalizia pale, mheshimiwa araiamaaedabuso inakuwa der wapeno na ninaakuwa pia mama mzalendo kwa haki ya uzalendo, nimejisikia kuguswa ndani kwa sababu ya kupenda nchi yangu. Ninakuwa na moyo wa shukurani kwa ministre national kuwa pamoja na sideo. Ni moyo wa shukrani kwa sababu ametaka kujua watu wake wanaishi namna gani, shida na matatizo yuko je. Ninashukuru osi son excellence

hapa. Na jua kwamba wakati wa vita wanaoasirika zaidi ni wanawake na watoto. Na kwa ile kuasirika ya wanawake na watoto ni kutaka kwamba nchi yetu igombolewe. Sasa ninauliza, mwanamke anaweka